utaweza kuiona website hii ya NECTA kama jinsi inavyoonekana hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuifungua namna hiyo. Baada ya kuifungua website hii sasa, kuweza kupata matokeo ya kidato cha pili, utakuja katika sehemu hii, kwenye hivi mistari mitatu hapa juu. Ukibonyeza hapo, moja kwa moja njoo kwenye sehemu hii ya result, na baada ya hapo utakuja kwenye sehemu hii ya FTNA, maana yake ni form two national assessment Form Two National Assessment utabonyeza hapo, na sehemu hii utaweza kuona elfu mbili na ishirini na tano hapo, utaweza kuona linki ya elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo utagusa linki hiyo hapo ili kuweza kuifungua, na baada ya kufungua utaweza kuona matokeo ya shule zote hapa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuchagua tu herufi ya kwanza ya shule yako, kama shule yako inaanza na herufi A, basi utabonyeza kwenye A. kama inaanza na herufi H, utabonyeza hapa kwenye H na utaweza kuona shule zote zinazoanza na, na herufi H. Baada ya hapo utaweza kugusa shule yako ambayo unaitaka na utaweza kuona matokeo yake kama yanavyoonekana hapa. Na hii ni kwa form 2 jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya kidato cha pili pale yatakapotoka. Matokeo haya bado hayajatoka, bado hayajatoka, lakini pale yatakapotoka fuata njia hii ili uweze kuona matokeo haya kwa usahihi. Asanteni na karibuni. Na kwa wale ambao ni mara yao ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kujua namna gani wanaweza kuangalia matokeo haya pindi yatakapotoka. Kwa upande wa Facebook, unachotakiwa kufanya ni kufollow account hii, like video hii, share video hii, lakini pia comment hapo chini katika sehemu ya comment section. Asanteni na karibuni.